Wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel nchini Marekani wameuawa kwa kupigwa risasi Jumatano usiku karibu na jumba la makumbusho ya Kiyahudi jijini Washington DC, tukio ambalo limesababisha mshtuko mkubwa katika mataifa ya Marekani na Israel. Taarifa hizo zimethibitishwa na Waziri wa Usalama wa Ndani wa Marekani, Kristi Noem, ambaye kupitia ukurasa wake wa X, Twitter, aliandika: Wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel wameuawa kikatili usiku wa leo karibu na jumba la makumbusho la Kiyahudi huko Washington DC, tunaendelea na uchunguzi wa kina na tutatoa taarifa zaidi kadri tutakavyopata. Akizungumza na waandishi wa habari leo Mei 22, 2025, Mkuu wa Polisi wa Jiji la Washington, Pamela Smith amesema mshukiwa wa shambulio hilo tayari amekamatwa. Mshukiwa huyo ametajwa kuwa ni Elias Rodriguez, mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Chicago ambaye amenaswa kwenye kamera akizunguka nje ya jumba hilo kabla ya kukaribia kundi la watu wanne na kufyatua risasi nuku, kamera za usalama zinaonyesha mshukiwa akikaribia kwa kasi na kutoa bastola kisha akapiga risasi kwa karibu wafanyakazi wawili wa ubalozi amesema Smith. Baada ya tukio hilo, mshukiwa alikimbia ndani ya jumba la makumbusho lakini alikamatwa na walinzi wa usalama waliokuwa katika eneo hilo. Alipokuwa akiwekwa pingu, aliwaambia walinzi mahali alipotupa silaha yake ambayo baadaye ilipatikana na polisi. Kulingana na athmis, wakati akiwa chini ya ulinzi, mshukiwa huyu alisikika akiimba kwa kurudia maneno Free Free Palestine. Balozi wa Israel nchini Marekani, Yechiel Leiter, amethibitisha kuwa waathirika walikuwa wafanyakazi wa ubalozi huo, walikuwa wachumba. Nukuu, kijana huyo alinunua pete ya uchumba wiki hii kwa ajili ya kumposa mpenzi wake wiki ijayo huko Yerusalemu, amesema kwa masikitiko makubwa msemaji wa ubalozi, Tal Naimko amesema wawili hao walikuwa wakihudhuria tukio la Kiyahudi lililoandaliwa jioni katika jumba la makumbusho la Kiyahudi. Nuku, tukio hili ni la katili na limetokea kwa umbali wa karibu mno, alisema Kohe. Balozi wa Israel hakuwepo katika eneo la tukio wakati wa mauaji yalipotokea. Mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bond na kaimu mwanasheria wa Marekani kwa DC jenen pilo waliwasili eneo la tukio mara baada ya shambulio hilo. Bondi amewaambia waandishi wa habari kuwa amezungumza na rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa usiku huo. Trump kupitia mtandao ya kijamii ameandika kuwa nukuu, uuaji huu wa kutisha wa DC ulichochewa dhahiri na chuki dhidi ya wayahudi lazima ukome sasa. Chuki ni msimamo mkali havina nafasi Marekani. Pole kwa familia za waathirika, mwisho wa nukuu. Naye rais wa Israel, Isaac Herzog kupitia mtandao wake wa X zamani Twitter, amesema Nimesikitishwa mno na matukio haya ya Washington DC. Hii ni hatua ya chuki dhidi ya Wayahudi iliyogharimu maisha ya wafanyakazi wawili wa changa wa ubalozi wa Israel, mwisho wa nukuu. Ameongeza kuwa Israel na Marekani zitasimama pamoja kulinda watu wao na maadili ya pamoja. Mkurugenzi mtendaji wa kamati ya kiyahudi ya Marekani a amesema shirika lake ndilo lililokuwa likiongoza tukio hilo la jioni, nukuu, tumesikitishwa sana na tukio hili la kikatili lililotokea nje ya ukumbi huo. Kwa sasa tunasubiri maelezo zaidi kutoka kwa polisi kuhusu kile kilichotokea. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa zaidi.